Leo yao binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Katika kuendeleza dhamira hiyo, serikali kupitia mamlaka ya uwezeshaji wananchi kiuchumi itatoa mikopo ya jumla ya shilingi bilioni mia moja kwa wananchi, pamoja na kuwapatia mafunzo ya usimamizi wa fedha kwa wajasiriamali wazalishaji na wafanyabiashara. Pia itawapatia mafunzo ya uzalishaji na kuwaunganisha na masoko. Aidha, mikopo kutoka serikali za mitaa itatolewa kwa mgawanyo wa asilimia 40 kwa vijana, asilimia 40 kwa wanawake na asilimia 20 kwa watu wenye ulemavu. Vile vile serikali itatoa mikopo kwa wajasiriamali wakubwa ili kuwawezesha kuwaajiri vijana. Serikali pia itaendelea kujenga masoko mapya kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo na wajasiriamali katika maeneo mbalimbali yakiwemo Kibanda Maiti, kwa Haji, Tumbo, Fuoni, Kinyasini na kukamilisha ujenzi wa soko la Mombasa ili kuwawezesha kufanya shughuli zao katika mazingira bora. Mheshimiwa Spika, natambua uwepo kwa uhitaji mkubwa wa ajira kwa wananchi hususan vijana hapa nchini. Katika kukabiliana na